Kutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie, pindua pindua pindua kuperuzi una MB, unawaza kuongea, kifurushi cha pindua pindua pindua cha kupa pindua. Yumi, uhuru ni wako, hmm. dakika na MB, ongea, upenda pindua kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri chagua pindua pindua. Vodacom. Power to you. Na mu hali gani, mtazamaji wa Global TV Online? Kupitia Global Sport unapata habari mbalimbali mbali za kimichezo ukiwa na mimi Sports Red wako nambari tatu, Mgongoni, Esther Msofe. Kiungo wa Simba Mohammed Ibrahim Mo amekosa nafasi katika kikosi cha Simba, lakini taarifa zinaeleza kuwa katika kipindi hiki cha usajili wa dirisha dogo anawaniwa na timu tatu, huku pia akiwa na mpango wa kwenda nje ya nchi. Inadaiwa kuwa Yanga, Singida United, Azam FC zote zinataka hudu ya kiungo huyo. Habari za kuaminika kutoka ndani ya Simba ambazo Global TV Online imezipata zimedai kuwa moa ambaye alijiunga na timu hiyo msimu uliopita akitokea Mtibwa Sugar, hivi sasa hana amani kikosini hapo kutokana na kupoteza nafasi yake kwenda kikosi cha kwanza cha timu hiyo. Mara nyingi kiungo huyo amekuwa akikaa kivyake akionekana kujitenga na wengine hasa katika kambi ya timu hiyo mkoani Rukwa na Katavi, lakini pia wengine wanadai hiyo ni tabia yake kupenda kukaa mwenyewe. Mo alipoteza nafasi hiyo baada ya kusajiliwa kwa majembe mapya klabuni hapo mwanzoni mwa msimu huu wakiwemo Mnyarwanda Haruna Niyonzima, Mganda Emmanuel Okwi pamoja na John Bocco almaarufu kama Adebayo. Tangu kuanza kwa msimu huu Moa amefanikiwa kuitumikia Simba katika mechi tatu tu na zote amekuwa akitokea benchi. Msimu uliopita Moa alifanikiwa kuitumikia Simba zaidi ya mechi 18 kati ya 30 za Ligi Kuu ambazo timu hiyo ilicheza na kufanikiwa kuifunga mabao manne huku akitengeneza nafasi nane za kufunga. Hata hivyo, alipoulizwa kuhusiana na hilo meneja wa Mo ambaye pia ni meneja wa Mbwana Samata Jamali Kisongo amesema kuwa ni kweli kabisa timu hizo zinamtaka Mo na zimeshatuma maombi yao, lakini bado Mo ana mkataba na Simba. mengi na mengine mengi, endelea y kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu andikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kutufuatilia katika mitandao ya kijamii Facebook na Instagram tunatumia Global Publishers; Twitter Global habari. Mimi ni sifosiledi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Asante na wakati mwema. Sibuka Loto, tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu. Baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwaunga mkono wakulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote. Jishindia trekta, aina ya John Deere 5065, bodaboda 15, pampu za dawa 50, Radio 100, majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem, kem. Jinsi ya kuselema kwa elfu, piga namba ya mwamalo wa Mpesa kisha Chag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 kutokea Tanzania mara ya maraya, kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua, pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una MB unawaza kuongea. Kifurushi cha pindua pindua cha kupa pindua, uhuru ni wako, dakika na MB, ongea upendavyo. Kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua yuniti zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka, piga nyota 149 nyota 1 alama ya reri chagua pindua pindua. Vodacom, power to you.